Sisi kama viongozi tumeamua kukutana jioni hii ya leo kuwasihi maafisa usafirishaji ya usafirishaji ndani ya mkoa wetu, tuendelee kufuata misingi ya nchi yetu, tusijihusishe na jambo lolote lenye viashiria vya uvunjifu wa amani, na niwaombe maafisa usafirishaji, ya usafirishaji ndani ya mkoa wetu, yeyote atakayejihusisha na jambo lolote la uvunjifu wa amani, sisi tunasema huyo si afisa usafirishaji ndani ya mkoa wa Lindi. Niwaombe maafisa usafirishaji mahala popote, watakapoona kuna viashiria vya uvunjifu wa amani, basi tupeane elimu wenyewe kwa wenyewe, na pale atakaposhindikana, basi tutoe taarifa kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, kwani sisi sote ni mashahidi, Tanzania ni kitovu cha amani. Baadhi ya nchi za wenzetu za Afrika, kukitokea na machafuko, wao wanaamini Tanzania ndio nchi pekee ya wao kuja kujihifadhi. Sasa endapo na sisi nchi yetu tutaipeleka kwenye machafuko, sijui ni wapi tunaweza tukakimbilia. Na kama chama cha waendesha pikipiki na bajaji, tunaamini hii tasnia ya bodaboda na bajaji ndiyo imechukua nguvu kubwa ya taifa, kwa maana ni vijana na vijana, tunazijua huruka zetu tunaliingiza taifa katika shimo ambalo hakuna mtu ambaye anaweza kutusaidia. Mimi rai yangu kama makamu mwenyekiti wa chama cha waendesha pikipiki na bajaji jana, tuwe na ustahimilivu, tuwasikilize viongozi wetu, tusikilize serikali yetu, tumsikilize Mheshimiwa Rais nini anatuchukulia kama vijana, na mwisho wa siku tuliendeleze taifa letu na vijana kwa ujumla. Kilichotokea anaona, wote tumekiona. Kuna watu wamekufa, kuna watu wamekosa makazi, kuna watu kwa hospitali saa hizi hata huduma zenyewe azieleweki kwa hiyo, kuna familia zinateseka kutokana na maandamano ambayo yamepita. Sasa kama ikiwa mwenyekiti wa nizamu wa Lindi Manispaa Lindi, kwanza tumeonyesha mfano mzuri, atukushiriki katika maandamano, lakini ninaomba tuendelee kutoshiriki tena kwenye maandamano na vishawishi vya aina yoyote. Leo hivi anavyokuja mtu kuja kukushawishi kwamba bwana, twende tukafanye vurugu fulani, ikiwa na maana maandamano, inabidi kwanza, kabla hujaenda kufanya hivyo, jiangalie nyuma yako, wewe na wazee, wewe na watoto, na maisha yako yanaenda kupitia bodaboda. Lakini leo utakapo umeenda huko, bahati mbaya, umekurupushwa na askari, unakimbia umetumbukia kwenye chemba ya choo, umevunja mguu, pale hakuna nani kuokoa, kila mtu anakimbiza nafsi yake. Maana wewe utaendelea kuteseka na kama utaje kuokolewa kwa muda ambao utakaofika huko na hospitali, unaambiwa mguu haufai, unakatwa mguu, unapata ulemavu, hata boda boda uweze kuiendesha na wale maandamano faida yake hauna nayo. Nafikiri tuliokuwa wengi tumeona tulikosa kufanya shughuli zetu, tulikuwa na wakati mgumu sana. Kwa hiyo isije katokea tena tukakubali kushawishika kwa namna moja ama nyingine kuharibu amani yetu. Lakini cha kushukuru ni kwamba kimkoa sisi tuko vizuri sana. Lindi sisi huwa hatu, hatushawishiki na hatugusu na chochote, bali kutoshiriki swala la aina yoyote ambayo litaweza kujitokeza katika uchafuzi wa nchi yetu. Na tunahakikisha kwamba kwa mkoa wa Lindi, kwa maafisa ya usafirishaji wote hatutaweza kushiriki jambo la aina yoyote zaidi ya kuomba ni usalama tu wa nchi yetu mkoa